Miaka kumi na tano imepita, mama hajafanikiwa kumwona kijana wake, lakini siku hii ya leo mama mtu anafanikiwa kumwona Rajivu ambaye alikuwa yupo Londoni kwa muda mrefu. Inasemekana mshikaji zamani alikuwaga anaona mauzauza, ikapelekea mama mtu kumpeleka katika nchi za ugaibuni. Rajivu alikuwa na ukoo wake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Takul. Huyu ndio mtu ambaye aliweza kusimamia mali zote kipindi ambacho mshikaji alikuwa hayupo, lakini pia hata baba yake. Baada ya kufariki, mjomba huyu alikuwa na binti wa kike alikuwa anatambulika kwa jina la Vijaya na yeye pamoja na mama mtu, shauku yao kubwa walikuwa na tamani siku moja Vijaya pamoja na Rajivu atakuja kufunga ndoa. Wazazi wakaanzisha harakati za kuwaweka watu hawa karibu angalau waweze kuzoeana. Siku hii ya leo asubuhi na mapema, wanaondoka wakiendesha gari la farasi, lakini mbele kidogo farasi wanagoma kuendelea na safari baada ya kuona nyoka juu ya mti. Rukushani za hapa na pale zinapelekea bimdada kwangu kachini chini. Rajivu baada ya kumsaidia bimdada. Mnada anagundua kwenye miguu ya mtaalamu kulikuwa kuna nyoka aina ya kobla. Nyoka anaamua kuondoka kwenye miguu ya mshikaji, wanaondoka ndani ya hili eneo mbio mbio, lakini pasina kujua ya kwamba walikuwa wamempatia lifti kobra. Mshikaji baada ya kufika nyumbani, mama mtu anamweleza mwanangu, endapo jambo baya lingekukuta mimi ningefanya nini? Mama alikuwa anampenda sana kijana wake, anamweleza maneno ya upendo, pasina kujua ya kwamba nyoka naye alikuwepo pembeni akisikiliza kila kitu. Maisha yakaendelea, lakini kwa Rajivu akaona lile eneo lina kitu gani. Siku moja kipindi ambacho alikuwa anaelekea matembezini akaenda katika nyumba ambayo ilikuwa kwa sasa haitumiwe na mtu. Baada ya kufika akawa anasikia sauti ya mrembo ambaye alikuwa anaimba wimbo mzuri. Baada ya kuzunguka huku na kule, anafanikiwa kukutana na bimdada ambaye anaitwa Rajini. Bimdada huyu anamuuliza, je, unanikumbuka? Mwamba anasema ya kwamba hamkumbuki. Dada anamchukua mpaka tempo. Baada ya kufika anamwambia ya kwamba, hili eneo unalikumbuka? Mshikaji akasema hana kumbukumbu yoyote, lakini kutazama vizuri akafanikiwa kuweza kuona kuna moja kati ya nyoka ambaye alikuwa amepoteza maisha. Mwamba akawa haelewi ni kitu gani kinachoendelea, lakini bimdada akamweleza kwamba utakumbuka taratibu taratibu, kisha akamwelekeza sehemu ambapo yeye alikuwa anaishi, ni kijiji ambacho kipo mbali kidogo na hili eneo. Lakini pia bimdada anamwonya anamweleza kwamba asije akaelekea ndani ya kile kijiji kumtafuta mpaka pale ambapo yeye atakuja kumchukua binafsi. Ningekuwa mimi ningejiuliza maswali mengi lakini kwa Rajivu yeye akaona ni kitu cha kawaida. Siku moja akapokea mgeni, akamweleza kwamba unaalikwa na Bimdada Rajini ndani ya kijiji chao, siku ya leo kuna sherehe muuni. Baada ya kufika e, bwana anakutana na bimdada, anapatiwa chakula, anakula, lakini pia ukaribu huu ukapelekea yeye pamoja na bimdada kuzama ndani ya mapenzi mazito. Mama pamoja na anko anaweka mipango ya kufungisha ndoa baina ya Vijaya pamoja na Rajivu, lakini muuni leo anamfuata bimdada vijana kumweleza kwamba suala la yeye kumwoa itakuwa ni ngumu, sababu moyo wake tayari ulishamwangukia mrembo mwingine. Dada anaumia, lakini anko baada ya kusikia anaapa na kusema hakika atalipa kisasi kujitoa kote kule kwa familia, leo kijana wao anakataa kumuoa binti yake pekee. Upande wa mama naye, baada ya kusikia hizi pumba, hakika alikasirika sana, lakini kijana anambembeleza mama yake na kumweleza kwamba binti niliyempenda ni yatima, hana mtu yoyote anayemtegemea hivyo ningeomba angalau uweze kumpatia nafasi ya kukutana naye mama. Baada ya kukutana, Rajini, urembo wa bimudada ulimvutia sana mwanamama. Akasema, kijana wangu, muda wote huu ulikuwa umemficha wapi mrembo kama huyu? Anatoa kibali cha wao wawili kufunga ndoa, lakini anko siku hii ya leo ya ndoa anaweka mipango ya kupiga tuki yobovu, kipindi ambacho mijiba ilikuwa imebeba selai bwana. Upande wa mlangoni wanakutana na kobla wawili, kiongozi wa msafara, kipindi ambacho alikuwa anahitaji kukabiliana na kobla, alipigwa konzi moja na kuanguka chini na kupoteza maisha palepale pale. Anko baada ya kupata hii taarifa akavurugwa sana, lakini binti yake akamweleza kwamba yeye anahitaji kurudi mjini kwenda kumaliza masomo yake, ikiwezekana pia kuendelea na maisha mengine ili asahau kabisa habari za Rajiv. Maisha wana ndoa yanaanza, lakini leo mama ndani ya nyumba anapokea mgeni anayetambulika kwa jina Byron. Huyu ni mtu ambaye ana manguvu ya kuweza kukontrol majoka yote unaoyafahamu wewe. Lakini leo bimdada baada ya kumwona huyu mshikaji alishangaa sana. Huyu jamaa akaja kufanya nini? Ni kwa nini bimdada alikuwa anaogopa? Lakini pia Byron baada tu kukanyaga humo ndani akasema, kwa leo ninaondoka, nitakuja siku nyingine, kwani inaonekana mama, ndani ya hii nyumba kuna joka ambalo lina sumu kali. Mama alikuwa haelewi ni kitu gani kinachoendelea. Upande wa anko leo katia mkazo wa kusaini nyaraka ambazo zilikuwa zinahitajika asaini ili mali zote za familia ziende chini ya umiliki wa Rajiv. Kisha anko akasimama na kuondoka, lakini mwanasheria akamweleza, ukihitaji upate mali zote ziwe chini yako inabidi uende ukatafute faili ambalo anko wako alisaini mara ya kwanza. Sasa yeye atalipata wapi? Lakini bi mdada baada ya kushirikishwa hiki kitu akamweleza kwamba ilo faili lipo ndani ya ofisi yako mshikaji baada ya kufika ofisini kipindi ambacho alikuwa anaendelea kutafuta tafuta ya bwana, ghafla nyoka mmoja akatokea upande wa juu na kuweza kuliangusha lile faili. Mshikaji anaokota faili na kukuta kumbe lilikuwa ni lenyewe. Yeye akufanikiwa kuweza kumwona yule nyoka anaondoka kuelekea kwa mwanasheria. Lakini njiani, anko akawakaandaa genge la wahalifu, lengo ni kuweza kumwangamiza Rajiv. Genge hili bwana, kipindi ambacho mapigano alikuwa anaendelea, anko naye alikuwepo katika upande wa juu akihitaji kuweza kumaliza muungwana wa kazi, lakini leo anko anapigwa konzi na nyoka aina ya kobla na kupoteza maisha. Rajivu alikuwa akaumizwa vibaya kipindi ambacho alikuwepo hospitalini. Ebwana, upande wa Byron, yeye akaandaa kobla wake mweusi na kumtuma hospitalini. Nyoka huyu baada ya kufika, kabla ajamzuru mtaalamu wetu Rajivu, ebwana, bimdada akageuka kuwa nyoka na kuanza kupambana na kobla mweusi. Kumbe bimdada ndiyo nyoka mwenyewe ambaye huwa anafanya majambo zile. Bwana, bimdad alifanikiwa kuweza kumkalisha huyu kobla, kisha safari ikampeleka mpaka kwa Byron, na kwenda kumweleza kwamba hebu amwache aendelee na maisha yake ya kawaida, kwani inaonekana kama vile anatumia nguvu zake vibaya, na endapo asipofanya hivyo, bimdada anasema atatumia uwezo alionao kuhakikisha anamfanyia jambo ambalo lilikuwa sio la kawaida. Sasa Byron bwana pamoja na bimdada walikuwa na ugomvi mmoja. Byron alikuwa anahitaji jiwe la thamani ambalo endapo akilipata atakuwa na uwezo wa kuwakontrol nyoka wote duniani na kuwaamlisha wafanye kile ambacho alikuwa na kihitaji yeye. Jiwe hili sehemu ambapo lilipokuwepo alikuwa nafahamu bimdada Rajini pekee, na hii ndio sababu ambayo mshikaji alikuwa anamuinda sana huyu bimdada. Sasa leo mama mkwe, baada ya kufika kwa Byron, Anapewa taarifa ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo ya kwamba mke ambaye alikuwa akaolewa na kijana wako sio binadamu wa kawaida bali ni nyoka mwenye sumu kali ambaye ana uwezo wa kujibadilisha na kuwa binadamu wa kawaida. Byroni anaendelea kutema cheche, anamweleza mwanamama ya kwamba ukihitaji kuthibitisha ile jambo, wewe umfuatilie mkweo kila sehemu anapoelekea. Haiwezi kapita masaa 24 yote hajabadilika na kuwa nyoka kamili. Mwanamama anafika nyumbani, anajitia kwamba alikuwa ni mgonjwa leo. Mshikaji anamweleza mke wake aende akalali na mama yake kipindi hiki ambacho alikuwa ni mgonjwa. Wakati wa usiku, a kipindi ambacho mama mtu alikuwa anajifanya alikuwa amelala, rajini anaamka akidhani ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa anamuona, anafika mlangoni na kubadilika na kuwa joka. Mama alishtuka sana na kupiga kelele baada ya kushuhudia hili tukio. Rajivu baada ya kufika anamsaidia mama yake kumrudisha chumbani. Cha kushangaza mama mtu anafanikiwa kumkuta mkwewe akiwa amelala kitandani. Rajivu baada ya kutoka, bimdada anainuka na kumweleza mwanamama ya kwamba haukutakiwa kabisa kukishuhudia kile ambacho ulikuwa umekiona siku hii ya leo, lakini kwa kuwa umesha kishuhudia, basi huo ndio kweli halisi ambao niko nao, lakini si nia mbaya na familia yako, bali mimi niko hapa kwa ajili ya kuweza kuilinda familia na ninampenda sana Rajivu, lakini pia bi mdada anamweleza kwamba wewe ukihitaji mambo yote yawe sawasawa sawa, ninakuomba usirudi tena kwa Byron, kwani yule siyo mtu mzuri. Mama ya maonyo hakuweza kabisa kuyasikia. Asubuhi na mapema akapanda ndinga na kuelekea mpaka kwa Byron. Baada ya kufika, anamweleza akika, bwana mheshimiwa, ulikuwa uko sahihi kwa kile nilichokishuhudia, kika siamini macho yangu, leo ninaomba umsaidie kijana wangu. Byron anamweleza mwanamama ya kwamba hilo swala ni gumu sana, sababu mwanao tayari yupo chini ya amri ya huyo joka, lakini mwamba anamweleza cha kukusaidia, nitakuja siku ambayo huwa tunasherehekea sherehe za kobla nami ataweza kufanya majambos ambayo atapelekea yule mwanadada kurudi katika umbo lake la nyoka na kisha nitamfunga kwenye sanduku na kuondoka naye. Mama baada ya kupata matumaini, kipindi ambacho alikuwa anaelekea ndani ya gari ya bwana, anakutana na bi mdada akiwa ndani ya gari. Anamweleza mwanamama, usiogope ingia kuna sehemu nzuri ambayo ninahitaji ni kupeleke mwanamama. Pamoja na bimdada, safari ikawapeleka mpaka ndani ya jumba ambalo lilikuwa ni bovu. Hii ni nyumba ambayo familia ya huyu mwanamama pamoja na kina Rajivu zamani walikuwa naishi. Bimdada akampeleka mpaka kwenye tempo na kwenda kumwonyesha yule nyoka ambaye alikuwa amekufa kisha namkumbusha miaka kumi na tano iliyopita mwanamama pamoja na Rajivu bila kusahau familia nzima walifika ndani ya hili eneo kwa ajili ya kufanya ibada. Kipindi ambacho ibada ilikuwa inaendelea, kwa bahati mbaya Rajivu akang'atwa na kobra, mtoto akaanguka chini, hali yake ikawa mbaya, lakini Byron akafika hapa na kuweza kupiga filimbi yake ya ajabu ambayo ikapelekea nyoka aina ya kobra ambaye alikuwa na rangi ya goldi, akafika hapa na kuweza kunyonya sumu yote kwenye mwili wa kijana. Hali hii ikampelekea Rajivu kupata uhai kwa mara nyingine. Hivyo bimdada anaeleza kwamba yule nyoka aliyeweza kunyonya ile sumu ndiyo huyu ambaye alikuwa ni mume wake na bimdada na yeye anadai ya kwamba alimweka ndani ya hili eneo ili siku moja aje kumsaidia apate uhai kwa mara nyingine. Dada kuishia hapo, akaendelea kutema cheche na kumweleza mwanamama ya kwamba ili mume wake huyu nyoka apate uhai inabidi yeye aweze kumwangamiza Rajiv. do hili mbona ni somo zito sana kuweza kulielewa, lakini mwanamama anaendelea kutema cheche na kusema ya kwamba yeye baada ya kuweza kumwona Rajivu kwa mara ya kwanza siku ile ambapo alikuwepo pamoja na bimdada ya Vijaya aliona kwamba ni kijana mwenye upendo mzuri, lakini pia hata baada ya kumfuatilia mpaka kufika nyumbani, kipindi ambacho mama alikuwa anaongea maneno ya upendo kwa kijana wake, hakika yeye anadai ya kwamba alivutiwa sana na upendo kati ya mama pamoja na kijana wake. Hali hii kampelekea huyu nyoka kutamani kuja kuwa ni mmoja kati ya family members ndani ya familia ya huyu mwanamama. Ni sawa kweli? lishautambua je, atakubali kuumeza du, hapo kazi itabaki kuwa kwake bwana. Siku ya sherehe inafika, Byroni anatia timba pamoja na vijana wake wanaanza kupiga mziki ambao unampelekea bimdada kuanza kucheza cheza. Mziki huu endapo ukiendelea kupigwa utampelekea bimdada kurudi katika umbo lake la kawaida, lakini leo tena mshikaji wetu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina ya Rajivu anafika na kuweza kuharibu hizi shughuli. Mwamba mpaka sasa alikuwa haelewi ya kwamba alikuwa anaishi na nyoka. Dada, ambiyo, zika mpeleka mpaka tempo lakini Byron naye akamfukuzia huko huko. Lengo ni kwamba Byron alikuwa anahitaji kumwangamiza Rajivu ili yule nyoka mwingine aweze kupata uhai na endapo nyoka yule ambaye alikuwa ni mume wa bimdada Rajini akiweza kupata uhai basi atamshawishi ampeleke sehemu ambapo kulikuwepo kuna jiwe la thamani ili apate nguvu ya kutawala nyoka wote duniani. Bimdada Rajini anaamua kumchoma yule nyoka ambaye alikuwa ni mume wake wa zamani ili Rajivu aweze kupata uhai usiokuwa na mashaka. Mashaka rukushani zinampelekea Byron kumwangamiza mama wa mshikaji wetu Rajivu, lakini pia naye anang'atwa na nyoka wa bimdada Rajini anampatia majani ambayo ilikuwa ni na kumweleza ukitafuna, haya utapata uhai. Lakini Byron anamwomba sana msamaha bimdada, na kumweleza kwamba nimekosea sana kutumia nguvu zangu vibaya, na ombi lake la mwisho anasema kwamba ninatamani sana uwe binadamu wa kawaida ili uishi maisha mazuri pamoja na Rajiv. Byron, baada ya kupoteza maisha, bimdada naye anabadilika na kuwa binadamu wa kawaida. Kwa sasa, bimdada hatokuwa nyoka tena, bali ni binadamu asilimia 100, na kwa kuwa watu wote ambao walikuwa wanaifahamu